Ni mezi Meema, kafura hachegesheni. Ni mwezi unayo neema na khairi zati vuneni. Sifanya kila yaze man, ruzati da da hateni. Ramadhani, ni mezi meema, kafura hachegesheni. Kafura hachegesheni. Shahrullahi wa ibada woni mezi wa ghanima

Ramadhani mezi mema kafura hachegesheni kafura hachegesheni hache somu ni mezi wa toba chirudeni kamujitu kichafisha kila hoba maula ka kesi wochintu rabbi si china khuromba chisamehe wonte witu Ramadhani mezi mema kafura

Ch yani muawana ciresere a mucawana yaasi tumila shpanje za masuri karka barawa channel 1 ina nisaita, rabubana uko nami ni shakumari kanza kanza zonte na shaqomari hablaami kanzazonte kanakuda meemua menzawitu chana shpete cinenzo barnamii makauje Mohammed bori al ustad Mohammed bori mujitu na mrehemu Nae wari ko karka timu i, wari ko karka ma ustadi ambo karka wanru wachi nezo Barawa channel 1. Hachimi wari kila mara shfanya programa shitamdhukura na mujitu na mfanyiriza khabriye wa sii, insha Allah. Tisamiki na mbiroba ni hafa ya bakhadadi. Na khasatan wa sii chino kwa porero, ni wake mbuja zitu kufanyo kazi ya dibu karka malogani utomorojai maarufu na wao amini na nataka kazi kana dibu kana kazi hii na hata wabli huwa nakuajiza, lakini wao wenye sabri mujitu wa unzulilo sabri iru yao wanakineza na mujitu na wazidira yao wanakupatu mujitu na wakabira na tulila baraka inshallah. Na spende kufanya kodhi ningi shukadara hapa, mwa itakabili la Chingereza awaje hawafahami Chimini, sitokuwa kabili la Chingereza

ni fursa nkulu hii, henda ta ramadhani nyingine jizakoma, lakini ramadhani hii awe joko melo la budda budda dala ta ka sadakati, li anaka sani ni mezi talagati la tumul wa sadaka fanywa zaidi, fanywa nyingi, inshallah taala nao wapela mujir subhana wa taala wakabili la mazaidi mingine inshallah wa taala na afia yao ujili la binillahi albar inshallah na chuo kwa meze mustahiqina inshallah sawa wakumbileinu ama mbele za kamera wana kuona Mashaallah tabarakallah kina khinam bila fungamana nani katika Barawa Channel 1 inakudadala to maskuna munti fikiri la umma fikiri la watu wao inaendelea watu wao inshallah wa taala yuko tayari Barawa Channel 1 maskuna munti kudadala ta inshallah nani dadalatani na waje stahiko ahsan sadaka sura mtu kumpa wake sawa leo watu wote wanaona na tuamini wanakodhulu kalidu la chimini na akidhari yao chinakuwa iwa watu wetu wa kamera wana kujera lakini dharufu na dhani wale selo inshallah wa taala kidadalateni tena isasi kwa saida watu wetu waamini isasi wapa watu wetu waamini inshallah wa taala wote kidadalateni ka dadali inshallah na barnaamishi ina khim gud bishilizoni barawa channel 1 inakhonletelo na iftari

Ee, murati sinani... ya Rabbi, insha Allah wa taala yaspendi ee, kwasicinakua pisa wanteleana kasani ni wakti ya iwa na somo wanru wa shishile wa na utasawara kwa kula muna uhaja na yodani na kudibanua hena maana inshallah jina sula taka apa kwa fasaha inshaallah ka idhini ya mujitu insha allah wa taala uja tumelo mujitu obladi na fanya zabari ni ya imukake ni yaani mujitu na mtakabala insha Allah wa ta'ala na fanya sadaka itumela kanti itakabala laka kuzimu insha Allah wa ta'ala na si chiko tayari masku na munti saa na dakika kwa saida wa ntubitu kwa inendela insha Allah na ani nasuluwa kwa fikirila kamaliyinu na fikirazinu insha Allah jina khinlata takaaba na Barawa channel one igamani karka Barawa channel one insha Allah ni mezi mema, kafura hachegesheni. Ni mwezi unayo neema na kheri zeti vuneni. Sifanya kila ya zema, ndoza chidadarateni. Ramadhani mezi mema, kafura hachegesheni. Kafura hachegesheni. Shahrullahi wa ibada woni mezi wa ghanima

Ramadhani mezi mema kafura hachegesheni kafura hachegesheni somu nimezi watoba chirudeni kamujitu kichafisha kila hoba mola ka kesi wochintu rabbi si china furomba chisamehe wonte witu ramadhani mezi mema kafura

awaliyeupatowa rahma ya maula manani wa ma na katike hafishowa na kila mtana isiani akhiri mezi meema kafura hachegesheni ni mwezi unayo neema na khairi zetivuneni Sifanya kila ya zema nduza chidadharateni Ramadhani mezi mema kafura hachegesheni Kafura hache